Hello, hello familia. Ah, uh, nina imani ya kwamba ninyi wote mnaendelea sawa upande huo. Na mimi kwa upande wangu niko sawa kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema, niko salama. Ah, uh, kwa majina naitwa Espoir Amisi. Kwa wewe ambaye bado uh, ndo mkip, ndo mara yako ya kwanza ah, uh, kwa pamoja nasi kwenye kipindi chetu cha Mulla Show. Ah, uh, asante sana kwa wote wale ambao mshapata muda wa kusubscribe kwenye channel hii. Asante sana kwa wote wale ambao wamejipa muda ah, uh, angalia kufuatilia vipindi vyetu ku like na ku comment. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na kuwaongoza. Na wewe ambaye haujapata chance ya kusubscribe, please usisahau kusubscribe, usisahau ku share video na watu wengine vile vile, usisahau ku like na kuacha comment yako, sababu comment yako ni muhimu sana, sababu pamoja, kama kuna cha kupunguza, kama kuna cha kuongeza, hiyo yote ni ni mawazo kutoka kwako, na hiyo ndo ndo sababu ya kuwa na platform na platform hii, kwa sababu Mulla Show ni kipindi ambacho iko hapa kwa ajili yetu sisi sote, ni ile tu tuko tunaongozana, tuko tunashauriana na vilevile tulete tu mabadiliko katika society yetu katika community yetu vile vilevile tena tu tu inspiration kwa generation nyingine ambazo zinakuja huko mbele. So kwa hiyo jiskieni uhuru kuacha comment yenu, jisikie ni uhuru uh, kuleta mawazo kwa sababu na, na imani ya kwamba pamoja ndio tutafanya platform ikuwe zaidi na ifike kimataifa zaidi. Bila kuchukua muda, topic ambayo tutagusia leo ni topic fulani ambayo mimi nina imani kabisa, ni topic ambayo ilikuwa very needed in society yetu. Ni topic fulani ambayo inahitajika, inahitajika kuongelewa kwa sababu mimi na ima, nina imani kama vile kijana, kuna hali fulani ambayo inabidi uishi kwa sababu u earn respect ya society. Kuna lifestyle fulani na inabidi uishi kwa sababu uheshimike na ulete value msociety ambayo unaishi na hii topic ya leo ni topic fulani ambayo mimi kwa upande kwa wangu naona kama vile ni, ni tatizo kwa upande mmoja a mwingine. Uh, mi sijui kama ni kwa sababu ya kusipojua, ama sijui ni kwa sababu ya mazingira ambayo watu tumekulia, kwa sababu baadhi yetu tumetoka kwenye makambi tofauti tofauti. Uh, kulikuwa kulikuwa ukosefu wa mambo fulani, hiyo no, inaweza kachangia, lakini mimi nafikiri nafikiri kwa pamoja kila mtu ataleta mawazo yake nafikiri na, na, na, na maybe kila mtu ana sababu zake za huko na kule. Uh, so topic yetu leo tutaongelea kuhusu kuhusu appearance mwonekano kwa jumla yani. Na hii ni kwa gender ni kwa zote, uh, male na female gender zote mbili, lakini mtagusia sana on a, on a male side juu mimi ni kwa mwanaume mambo ya muonekano na usafi uh, kwa kuhusu wanawake mm, sio nikaongelea sana kalenda ya dai juu you know uh, lakini sio, tutaanza tu, tu kuinvite watu. Tutaanza tu kufanya uh, interview na, na watu tofauti tofauti, na imani kwamba hii topic tutaigusia tena, tuta tutalika a female mwanamke ama wanawake tofauti tofauti, ndio tugusie topic na you know to let them more uh, understanding na kuelewesha watu ama kupana ku tu ideas kwa wale wengine ambao maybe watakuwa watakuwa wanahitaji So, mimi kila siku nasemaga um, kama vile kijana, mwanaume muonekano ni kitu cha maana sana. Muonekano ni kitu muhimu sana. Kwa sababu ndio wanasemaga eti uh, hauwezi hauwezi uka judge a book by, by its cover. Lakini unfortunately dunia leo sio hivyo. Dunia leo uh, watu wanakujaji kutokana na kisonaonekana. Dunia leo muonekano monika, wako una matter sana, muonekano wako unafaa sana. You know, na watu wako na ile hali ya, ku, ya kuku, ya kuku treat kutokana na, na mwonekano wako. Mara nyingi ukifika sehemu kama hauna mwonekano mzuri kama au kujitengeneza vizuri, unajikuta treatment inakuwa kama vile mm, iko iko off kidogo, you know. Lakini mara nyingi ukifika sehemu lakini uko, um, um, uko clean, unajitengeneza vizuri, una mwonekano mzuri you know. Una, una jikuta kabisa treatment itakuwa tofauti kidogo, na nikisema nikisema mwonekano simaanishi eti sura nzuri, simaanishi eti, uh, uwe na, you know, uwe na, uwe na formation nzuri ya mwili na, na, na. Vyote vinachangia lakini mwonekano mara nyingi namaanisha uh, usafi kwanza wa mwili ngozi yako you know, uh, kinywa, meno, mavazi, harufu ngo, ya ngozi hiyo yote vinachangia Unaona, so na ile tatizo ambayo iko nakuwa sana kwenye uh, especially kwa sisi vijana especially kwa sisi wanaume kwa sababu mi kwa, kwa bahati mbaya unajikuta wanaume wengi sana ama vijana wengi sana wa kiume ni kama vile wanakuwa na ile hali ya kujiachilia sana. Mimi sijui kwa nini? Unaona, kwa upande mwingine labda ni kusipojua, uh, lakini na mimi naimani kwamba wengi wetu tumezaliwa katika hali ya maisha magumu sana hali ya kambini ndio tulikuwa hatuna ule uwezo wa kununua vifaa fulani juu ya kuboresha mwili wetu ama juu ya kutengeneza mwonekano wetu kwa sababu ya mazingira ya maisha na, na hali, na hali ngumu ya maisha ambayo watu wamezaliwa ndani. Lakini sasa katika maisha kuna ile, kuna ile umezaliwa sehemu lakini unakomalia sehemu nyingine, hauwezi ukablame kwa sababu mi nimezaliwa sehemu fulani ndio unakatala sema ubadilike, hapana. Mwenyezi Mungu ametusaidia, akatupa nehema ya ku ya kuja hizi nchi za wazungu you know, ambazo kuna kuna kuna facility ya, you know, kuna kuna, olu, kuna ile hali ya kurahisisha, hali za kizungu zinarahisisha mambo fula fulani fulani ya, ya maishi. Kwa bahati nzuri watu wengi wanakuja huku wanafanya kazi, kwa hiyo sizani kama hali ya kuji, ya kujie we peke we peke yako unajitekea, sidhani kama inaweza kuwa ni hali ngumu sana kivile. Na mimi nasemaga kila siku, ukishafika sehemu ukishafika uh, sehemu fulani ambaye uh, kuna maisha tofauti na na ile sehemu ambayo umetoka, jitahidi jifunze. Unaona, angalia vile vitu ambavyo vinafaa, jifunze copy, na na vile vitu ambavyo unaona hivi havifai hivi vinaendana mmm, kinyume na mila na desturi yangu, achana navyo unaona, lakini kwa bahati mbaya watu wengi zaidi wa, wa sana vijana wa kiume, nisema nitagusia wavulana sana kwa sababu uh, wanawake nao itabidi tualike msichana, tutagusia sana kwa wanawake, lakini leo nitagusia sana kwa wanaume. Kwa bahati mbaya wa, wavulana wa wengi wanafika wa, wa huku kubadilika, wapendi kubadilika ile hali ambayo wametoka nayo nyumbani ndo wanapenda wailete huko, na hiyo sio vizuri sana Mlana. kwa hiyo usafi ni kitu cha maana sana, appearance yako inamaanisha sana. Kuna kitu wanaitwa uh, watu ambao wamesomea mambo ya muonekano uh, kuna kitu wanaitwa uh, wan, wana classify muonekano mu mu, mu njia tatu A, B, C. A ina stand for uh, appearance. B ina stand for uh, behavior, na 3 ina stand for com communication hii vitu vitatu ni vitu vya maana sana kwenye maisha ya, ya mwanadamu especially mwanaume mwana, kwa sababu wakati wakati mtu an, an, anakutana nawe kwa mara ya kwanza, atangalia mwonekano wako, kwa sababu mwonekano wako utampatia, utampatia idea kidogo ya wewe ni mtu gani. Ukiwa na mwonekano mzuri utampatia idea fulani ya kuonekana kama uko mtu ambaye unajielewa na unajikubali, unajiheshimu hapo mwenendo, mwenendo wako na na mwenendo gani? Baada ya hiyo, mwisho sasa, atapenda kusogelea, aongee hivi vitu vitatu vitu. Kuna watu wengi, kuna vulana wengi sana, ama sihitaji ku master mu sector zingine pale lakini lakini communication skill yako very, very, very poor. Mwanamke ule mwingine ensam anajua kuongea communication skill yake iko better than you so unajikuta unabaki nyuma, unaona. Unaweza kuwa kuhensa mwivu, anajua kuongea lakini anaenda kutana na mwingine mwenye iko hensa anajua kuongea na plus anajua kuvala, anajua kutengeneza like anajua kutekea mwili yake, ananukia mzuri. Ni jamaa mwenye anapenda ananukia mzuri an, anajua kupanga nguo zake, vitu kama hivyo. Wewe unabakia nyuma hivyo, unaona. So inabidi tuone ile hali ya kumaster, kujitahidi ku ku, mu vitu mu vyote tuko you know. I, I know tuko wanadamu vyote lakini tujitahidi, tuko tuna mu vitu you know, tuna vyote hivi vitu ya muhimu sana maisha ya kijana, muonekano, kisha unapangilia una nguo zako, communication skills zako unaona. Juu, unaweza kuwa uko na hivyo vyote lakini unajikuta financially nayo hali ni ngumu kuna ni kwa for na ni date ya unaenda na unaenda na feel uh, ku date unashona kwa for na ni bill ya date hiyo nani, hiyo nani tatizo, unajikuta so, kuko ile hali inabidi, uh, inabidi tukuwe tunajitahidi ku get better in situation zote zile, unaona. Lakini ya muhimu sana kwanza muonekano njoo mimi ndagusia sana na hiyo, ndo hiyo nafikiri ndo that's the big problem tuko tuko nayo sana. Kuna jikuta unakutana unakutana na garso mwenzako, mko mnaongea naye Mtu anacheka, unaogopa, una tu una kumwangalia kumwangalia meno ma yake mara mbili, unaona yeah. Mtu anakuongelea karibu hivyo, unasikia harufu nyiko natoka ni, ni, ajabu sana, unaona yeah. Na hii sio hali aseme, mimi sipenda gile hali, unajikuta bengine uh, um, social media wanakuwa ile ile ile kutukanana, kutukana watu no, that's not good. Shauri ya watu, ambia watu kwa njia nzuri, kwa njia nyiko iko respectful you know o, ambia watu maonesho, kitu kinakuwa ka ile kutukanana, that's not good you yeah. know? Kwa sababu mimi na imani kuna wengine labda wafanyaki kijua bajuu no. So kwa hiyo tujitahidi sana, tuko watu wa kutengeneza, tuko kutengeneza muonekano wetu. Muonekano ni kitu cha maana sana kwenye maisha ya mwanadamu especially. Wewe kijana, inabidi uwe na hali ya kutengeneza muonekano wako, inabidi uwe na hali ya kupenda kujipenda. Jipenda mwili wako, penda muonekano wako, itakusaidia sana no. Jitahidi hata tuna ukwata ule mtu wa kuangalau tu unakata nywele. Mara moja kumwezi ku, ku kama tasema oh, sina, sina ile pesa, kila siku nakata nywele, kila siku nakata nywele tena hata basi mara moja kumwezi. Na ikiwezekana, ah, bora zaidi nakuwa ni mara mbili kumwezi unashuka kukinywa kwa na ile hali ya kuswaki vizuri kinywa yako, unapiga mswaki vizuri una tang unaona ile ile ile dude au ka dude hapo kaku au ka dude hapo kaku kakusukula kaku, kaku skula ulimi yeah. Kuna vitu vingi sana vya kutumikisha juu ya kumake sure meno yako inatakata harufu uh, ya kinywa yako inakuwa sawa. Kuna hizi maproduct hapo tofauti tofauti zile unazo ka use baada ya kurinse ama kabla au ya rinse unapitisha, una, una mkinyo make sure kinywa yako una, una ukiongea na mtu usiku unatoa harufu mbaya sana kwa mwingine, na mtu inakuwa inakuwa iko sawa, ipendeze especially kijana tengeneza kinywa yako, kinywa yako inukie fresh, meno yako yatakate, iko sawa. Ona nguo zako, pangilia nguo zako mzuri, vala vala nguo ambazo sio ti sio tu uvale vya bei, sio ti wende uko na unaanza vala vitu vya bei, sio juu kununua nana. Sasa hizi za vijana wa masiku, mtu mtu anakuwa na show off kwa vala maguchi za ajabu, mtu tena anakuwa anakuwa na vile vile vitu vya rangi rangi, utafikiri kwenda kwa mwezi. doesn't make any sense you know vile vyote, I mean, I'm not here to judge anyone, lakini kila mtu anajisikia anapenda ku live maisha yake. Lakini vile vyote, point ni kusema ukue clean wala manguo ambayo ngozi zako zinatakata, pangilia ngozi zako nzuri, you know, kwa kwa gasho ambayo muonekano uko sawa. Na please ujitahidi kuwa na kila siku kwangal angalau hata angala kusiku na koga mara moja, jitahidi kabisa siku siku, na isha uja, uya koga angalau kusiku, koga mara moja na kisha koga, jipanguze jipanguze mzuri. Ni kitu ni muhimu sana kutumikisha deodora. Deodora ni kitu kia maana sana kwa mwili wa mtu, usijipio usi, usi, usi, usi kifua amie sinokai kikwa pa amie sitoka kijasho amie, no no no no, tumikisha deodora, ni kitu kia maana sana. Pakala mafuta yako mzuri, you know.

ngozi yako inakuwa clean, ngozi yako inakuwa laini, ngozi yako ina shine. Hiyo ni tofauti ya kwanza, pia kubadili rangi. So use deodorant yako mzuri, mafuta yako fresh, ni moisturizer unakuwa na karufu hata kenye mtu anaweza penda hata aongee na wewe, anapenda penda tu ukoe karibu yake, mwendelee kuongea, sio unashogelea mtu uko naongea naye, unaanza kupelekea maarufu za ajabu, mtu anaweza jutia hata jua nini alisimama aongee na wewe. Na please deodora na mafuta ni adui wa jasho, sio? au kukoga ulamka na majasho wote, unaanza pakala deodora ile ndoko na uko ndio unaenda ozesha makwapa na ngozi ya mwili Hala. So, tujitahidi sana kufanya hivyo vitu. Tujitahidi sana kufanya hivyo vitu, ni vitu vya muhimu sana vitatusaidia na, na utaona, utakuwa uta utaheshimika, msosairi utafika fasi utakuwa naheshimiwa, utafika fasi baada utaongea na, heshimiwa, utafika fasi, bada, utaongea na wao mzuri, kwa sababu wanaona jinsi muonekano yako, wanasikia harufu ka mzuri kwa mbali, ukicheka wanaona meno natakata mzuri. Hivyo ni vitu venye vinakuletea heshima mbele ya watu, kwa hiyo tujitahidi sana tena sana kutengeneza mwonekano wetu, ni kitu kia muhimu sana, kitatusaidia njia moja ama nyingine. Nikiye kushare pointi hapa kwa sababu ni, ni hali fulani ambazo tunakua tunaziona msosaiti yetu na inakua ipendezi, kama vile kijana huko uko na ile hali ya kusipojipenda na na ile bidii ya, na bidii ya kutengeneza mwili yako

kwa bahati mbaya, bahati nzuri, watu wa huku washaelewa hiyo kitu, washaelewa muonekano mtu kwa maana sana. Ndio maana huku unakuta hata mtu ana kitu lakini, ukipita karibu yake, unaonusikia mtu an ananukia vizuri, kwa sababu washaelewa kama harufu mbaya inaweza karibia siku nzima ya mtu una. na watu wako mapoa yao si si si juna kwa gari yani uki, kama kama na kuna, kuna, kuna nukia mbaya hata kama ungali ungali tu kule yani kusaa metri ile tu ukisogea tu hivi wanaanza kusmell miles away kwa hiyo haiko vizuri, kisha mwisho wa siku ukiingia fasi huko, kuna maarufu za jabwa jabwa, wanaweza kuangalia angalia sana. Tuepushane hiyo vitu tu, watu wa kujipenda tu, watu wa kujitengeneza. Tuna bahati Mwenyezi Mungu, watu wanafanya kazi na vitu ya bei sana Sio lazima wende kukimbilia vitu vya mabeibei, sijui ni maparfum zavei madeodorant zavei, sijui mafuta anuendaezowaoo. Tue na hali ya kujipenda ndo tutengeneze muonekano wetu, kwa sababu muonekano wa mtu unapatia mtu heshima. Muonekano wa mtu unafanya hata society. Watu watakuona huko uko, uko serious na maisha. Hakuna mtu mwenye anaza ku take anaza kukamata serious na kati anaona huko huko mtu kujiachilia. Huko mtu ambaye haona hata muda wa wepeki. Naam. Mtu mwingine mtu mwingine atakamata serious eh. Yeah. So tujitahidi sana, you know. I know busy za maisha za huko na kule tuko busy na mambo mengi you know, kazi na vitu vingine. Lakini ni kitu kia muhimu sana kukua na ile hali ya kujipenda, hali ya kujitengeneza. Hali ya kutengeneza appearance yetu, tengeneza ngozi yako, tengeneza mwili yako, tengeneza nguo zako make fresh, tengeneza, tengeneza nywele yako, especially kinywa na, na, na vitu vyote kwa msafi. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo fika na naimani message hii ita itafikia ita, ita vijana wenzangu you know? najua sana lakini nyenye nyenye tu nigusie point kwa sababu naona ni tatizo ambayo inas, inasumbua kidogo society yetu. Kwa hiyo tujitahidi, tujitahidi kadiri ya uwezo, you know, tujitahidi kadiri ya uwezo. Na na imani kama tunaweza, na imani na imani kama tunaweza. Ndio, hiyo ndio point ambayo ninapenda ni tuongelee ni ni kwenye kipindi chetu cha leo. Asante sana. Na hopefully, ndaloweka na point point hii italeta mabadiliko ya kutosha kwenye society yetu. Bas, hii ni Mulla Show. Asante sana kwako wewe ambaye umesha subscribe kwenye channel hii. Na ambaye please, muda uh, usisahau acha comment yako, share na watu wengine like. Hiyo itasaidia sana na itafanya kipindi chetu kinaendelea kukua zaidi. Ma Mwenyezi Mungu azidi so pamoja nasi, Mungu azidi uh, kutuongoza azidi kutupa afya njema, Mungu azidi kutuongoza, njema, na kutulinda kila siku. Asante sana na. See you next time, bye.